Ya yeah guys, kwa wale ambao simu zao zimeleta akaka na naaliu hapa, Akaka dule ka AI lakini hawajui namna ya kuitumia hiyo AI ko namna ya kuitumia hii. Ni AI ambao WhatsApp wameongeza kwenye naaliu za kakaaka kaai haka ambacho WhatsApp wanaongeza kwa ajili ya huduma zao. Kwa hiyo ukisha update hii WhatsApp yako, kwa wale ambao wakijaonekana bado kwa wale ambao kijaonekana bado. Kwa hiyo kwa wale ambao kijaonekana nenda ka-update nalo WhatsApp yako, kama WhatsApp messenger, WhatsApp business, then kitakuja hapa hapa kama kilivyo kawaida hivi. Kikisha kuja hivi, utakuja. kama kisikija, wait kwa masaa 24, kwa muda wa siku moja kitakuja. Kikisha kuja utakibonyeza, ukibonyeza kupeleka sehemu, huyo AI anaongea kwa Kiingereza tu. Kwa kama hujui Kiingereza itakuwa kipengele hapo. Sasa hapo ananijibu hapo, nimechati naye kwa hapo, utamwambia chochote unachotaka kujua kwa wale ambao hawajui na lugha ya Kiingereza kwenye keyboard utaingia sehemu hii hapa, unasaidia kwa wale ambao hawajui Kiingereza. Sema hivi, ngoja angalia, angalia tu hichi kialama hiki cheupe hiki, utaingia hapa. Ukishaingia hapa kwenye hivi hapa vibox hivi utabonyeza, utakuja hapa sehemu imeandikwa translate. Kwenye kwenye keyboard zani, kuna sehemu imeandikwa translate, utabonyeza. Zani hapa utakuja translate English, kama ipo Arabi uh, kisubi nini, utaseti English alafu utaandika utaambia, labda unataka kumuuliza, je, unamjua unamjua raisi? Uh, ngoja tumuulize. Je, je, unajua makao, ulize je. Uh, atakujibu hii hey, ndo kazi yake ya kwanza. Unamuuliza chochote anakujibu. za CIA headquarter is located at George Bush Center for Intelligence. Hii ni maelezo yote anakupa hayo. Hey, nakuonyesha una kitengo cha CIA kilivyo, picha zake hizo hapo. Kazi yake nyingine unaweza ukamwambia niundie picha, niundie picha ya teknolojia ambaye anu... um, ana <tipulikimu> alishajitoa ah, tena ambaye anaonekana akiwa katika mambo yake ya

Uh, ukishamaliza kama hivyo utatuma. e, tuone AI atafanya kazi AI e, atafanya kazi yake e, tunaona picha imekuja hapa, tuone ya umeona, kwa yani wewe Yani, unaunda kitu chako unachotaka, una una. Kwa hiyo hizo ni kazi mojawapo mbili ambazo nimewafundisha leo, kuna kazi zingine nitafundisha baadaye. Kwa hiyo kwa attention, kwa sababu leo na karaka na na kazi nyingi nimewafundisha hizo. Kwa hiyo kwa attention nitatoa kazi zingine, wazee, kwa mvumilivu, endelea kushare channel ya endelea kushare link ya channel yetu, tuendelee kuwa wengi zaidi. Masomo yanakuja ya kutosha, kila kitu ambacho kina shida ambacho kimekuja kipya kei, nitakifafanulia bila shida yoyote, kwa video taelekeza vizuri kabisa kuwalewesha. Kwa share link ya chaneli. Kama hujafollow chaneli yetu, mtu upo kwenye group, hakikisha umefollow hiyo channel. Bonyeza sehemu ilio ya chini ya video iliyoandikwa view channel, view channel yetu follow. Yeah, kuna masomo mengine tutafundisha, lakini atutaafuadi kwenye grupu, kwa hiyo utayakosa. Kwa hiyo hakikisha umefollow chaneli yetu.